Leo tuko hapa Golden Tulip kwenye shughuli mahususi ambayo ilikuwa kampuni ya Mixx by Yas lakini pia na Yas kwa ujumla wamekabidhi mfano wa hundi wa shilingi milioni 150 kwa kampuni yetu ya ZSTC kwa ajili ya kwenda kusaidia kwenye bima ya matibabu kwa wakulima wa karafuu. Wote tunafahamu mara nyingine ajali zinatokea wakati wanachuma karafuu. Hii itaenda kusaidia sana kwenye swala hilo. Tunashukuru sana Mixx by Yas. Kama Mix kamab nas uh, ni wadau wa zcc kwa zaidi ya miaka mitano tukiwa tunafanya kazi pamoja kuhakikisha tuna digitize kilimo cha karafuu hapa uh, visiwani Zanziba. Tumekuwa tukifanya malipo ya karafuu hapo hapo kwa wateja wetu na wakulima wote karafu uh, wa karafuu kwa kupitia mfumo wetu wa, na tumefanya hivi kwa zaidi ya miaka mitano tukiwa na wadau wetu tunatambua umuhimu wa zao hili la karafuu. Fahamu kwamba katika kuchuma karafuu huwa kunakuwa na ajali zinatokea. Kwa hiyo leo hii tumekuja kukabidhi hundi ya shilingi milioni 150 kwa ZSTC ili kusaidia katika bima ya afya kwa wakulima wa karafuu. Hii ni pato ya CSR ambayo tumeanza toka mwaka jana tukiwa na mpango wa miaka mitatu Mwaka jana tulikabidhi milioni hamsini, uh, mwaka huu tumekabidhi milioni mia na hamsini na hapo mwakani tutakabidhi milioni mia hamsini ili kufikisha milioni mia tatu hamsini kusapoti na kusaidia wakulima wa karafuu katika bima ya afya, hususan wakiwa uh, wakipata ajali wakati wanafanya uh, shughuli zao za kilimo. Um, sisi kama Mixx by Yas tunatambua umuhimu wa zao hili. Tunaendelea kufanya kazi na ZSTC, sio tu kwa kutoa hizi fedha, lakini pia tunahakikisha tunafikisha uh, elimu kwa wakulima kwa kupitia SMS, na tumeweka uh, internet katika vituo vyote ya ZSTC kuhakikisha wanapata internet na intaneti hii ni bure. Kushukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuendelea kuweka ma mazingira mazuri ya biashara ambayo yanatuwezesha sisi tuendelee kufanya kazi hapa Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza.